Wewe umejionea. Yaani chumba kimetulia hichi. Chumba hakina shida ya aina yoyote. Kwanza ndani ndani kilivyo kimekaa mraba. Hapa mraba mstatili. Nilikimbia shule. Mtajua kipo pembe nne, yes. Chumba kiko pembe nne. Kina dirisha la huku na kina dirisha la huku. Unaona? Hewa ikiingia inaingia kwa wingi sana. Kwa mimi ni sisi, wewe sijui kwa ulivyokiona umekiona hapo. Kiugai dalali, kwa upande wangu mimi naona ni kushukuru sana, asante. Chumba nimekipenda, chumba nimekipenda, mazingira ni, mm -mm. <laughs> <laughs> E ni, ni mazuri kwa sisi watoto wa kike so

anachukwa miezi tu kwani dalali dawari mila ombi moja mm, naomba uongee na mwenye nyumba alipunguzie, nimlipe mi, kwanza miezi mitatu, lakini ndani ya mwezi mmoja nimumgezie miezi mitatu, sasa aunaaribu hapo. Okay, basi tufanye hivi Unajua, 50 50 kwa somo kuliwa na kwa mali kuliwa hapo. Ukitaka nikufanyie hayo maswala, niongezee kwenye lao dalali kidogo kidogo, ningepale kidogo kidogo, ili sasa nikiwa naenda kuzungumza na yule bwana apunguze hapo, ili napata maji kidogo au soda, ili angalau ashuke mezi mezi mimi nne hapo, au hiyo mitatoma unasema ashuke hapo. Kwa hiyo usijali, eh <laughs> nitakuongezea <laughs> <laughs> hapo, sasa hapo kama hivyo haijashida, mambo yatakuwa yako. Nafikiri twende tukazungumze tu na yule bwana, ili kama ukiwezekana upewe kabisa na ani yako ili tuje ya. <laughs> Hey, na, sawa.

ambao wazazi wenu wameshindwa kujenga nyinyi mkalishishwa, eh, ndio ni tabasamu, ni basi kidogo, msichukie, msichukie, msichukie. Eh, ah. Bwana Salomo unaitwa una miaka mingi na una karibu 9 9 eh baba so, abiyo, tena mmm eh. ah

Eh, iko hivi, tunaanza na Salomo bwana. Nasemekana ukiingia chooni, bwana maji madogo, na ni maji kama kwenye kisoda vile, afikiri chocho cha ku flash cha shimo kio, ukiingia kwenye ndoo jaza maji, lakini unasikia ukiingia, unaingia na kopo moja tu, ukitoka chocho tenge, sio vizuri. Sawa. Eh, eh sio kaka, uno kaka na mimi mimi, kabla mwenye nyumba. Nite baba e, ita baba. Baba. E, ita baba vizuri baba baba, walisema mwenye nyumba, baba, mwenye nyumba. <laughs> Vizuri e, s -s swala lingine mbona inasemekana redio una si ndio? Ndo una, ndo una. unapigia wenzako kelele tena hasa usiku tena cha -ch -ch zaidi kwamba unakiwasha usiku na una muziki ya kuweka isipokuwa ile ya TMK mapanga kidogo, ah. <tukurua> <tukurua> chako kibovu, sauti mbovu, basi usikuweka muziki mizuri ya kulalia, washawishi na majirani zao za msingi, kudumisha familia Sa, tutana nyimbo za kulalia wakina Salina e, na wapo bwana, swala lingine <laughs> ili muhimu sana ili. <laughs> Nasikia bwana kuna kupika kwa vizuri akinapika e, so, mm. Ajua si nyumbani kule tumezaliwa vijana wawili wa kiume tu mm. Kwa hiyo mama tulikuwa tunamsaidia saidia kupika n nimezoea ale mazingira, kwa hiyo yani

Juma. E, eh, jina lenyewe tu Mwajuma. Yaani unaona kabisa kwamba hapa mna kitu. Yaani mwanamke aitwa mwana Juma. Yaani yeye mwanaume huko, mwanaume mwanamke hapo hapo. Kuna mwanamke. Lazima ule mwanamke mbaya. Yaani yupo yupo tu. Tazama bati chakavu. Eh? Bwana unasoma mwanamke. Sio mwanamke. Yule sio kumleta nyumbani kwangu. Hapa, leta mwanamke biskari.

Kwa sasa na nini ipo pande wewe? Iko hivi. Na kwanza ni ile ile. Mimi choo changu kidogo. Kile choo ni kidogo. Kile choo mkiingia wawili, unatanuka. Ukitanuka unatengeneza ufu. Ukitengeneza ufu unakuja unachanika. Unadondoka wewe. Sinaona kujenga choo. Na sasa naomba ni kuoga aende mmoja mmoja. Sio kuoga mnaongozana wote. Nani kuoga mmoja mmoja? Na nasikia tabia na mkienda kuoga mnaingia wili. Na janda mna janda mna ganda mna gani? Ila kuoga mmoja mmoja. Choko kidogo kile. Eh. Hey. Acha ngine. Kazi ya mwanamke afanye mwanamke. Sio mwanaume na ingilie. Mimi hey. Hapa nyumbani kwangu, mimi nyumbani kwangu hapa. Mimi ndo mwenye Napita hapa nakuta wewe unafaga fagia uwanja huyo, nashosha vyombo, kavaa kitenge kiunoni, nini? Kitenge atak machia huyo, nafagia uwanja, washoshe eh, vyombo uwekaa eh, ndani, kuzika unakaza kufanya

No, no, no, no, kuja na sura ya furaha unapokuwa unafanya mazoezi mazoezi na kwaona mazoezi yangu ya kwanza leo nyumbani kwako. Karibu sana, mimi swali loleta hapa, unajua mambo yetu. Badala kile, badala kile chumba kuwa wazi sasa kitafute namna gani kisiwe vile, kwa sababu ile sehemu ni senta imekaa. Inatakiwa ipate ipate vitu, ipate watu wakukaa. Sasa kuna jamaa jamaa yangu kabisa, ela iko hapa fuko shati anajitaka vipi. Una marekebisho ya chumba au kiko vizuri? Tumlete? <sighs> kutoka siku hiyo sina pesa. Sawa, kama pesa nimeshatumia katika matumizi yangu, inabidi tufanye kitu kizuri. Yeye aje aamie. Akishaamia, tutajua tunafanyaje mbeleni. Yona anaweza kukimungu yeye kufanya marekebisho basi afanye, ila kama hana uwezo wa kufanya marekebisho yeye aishi tu kile. Mbona safi bwana Mose, hizi safi kabisa bwana Mose hizi ayo. Ah, hapo ni bwana Mose, hapo ni mchanganikiwa hapo sasa huyu bwana subiri, aye ana yuko ikura, uhama ata leo usiku, kama so leo usiku akituwaela, ata asubuhi iko moto

Yule bwana anasema kama ana miezi mitano hivi, miezi mitano na miezi mitano, halina shida, kwa sababu unaweza kufanya ukawa kumwambia aje. Mimi sina ga shida. Yeye aje. Nitachukua ile mitano basi mambo mengine yataendelea.

Ema? Upo? Nipo, obaye. Ah, mzima, mzima. Ah, mimi niko poa jaumia, ktka siku ile. Ujitaka tena kututembelea au ndo umetoka nyumbani? Nimepita pale sema, sijaangalia kama kuna mtu ula. Na pia sasa sijataka hamja, nikaribisha. Hamna bana, karibu

Leta mpangaji mpya, sitaki usumbue kwa chochote. Wangalie kama alivyo, ole wako sasa penengeneka ila kwa hili nilichokuambia, kuwa makini sana, kisikilize na ukifanyie kazi. Endapo ukaenda tofauti na hichi nachokuambia, na adhabu tavit Kienda tofauti na ninachokuambia, kisikilize kwa makini na ukifanyie kazi, ila kikienda tofauti, kitakachotokea utajuta.

Hmm. Okay. Yeah. Umeme amlipi? Kupapa sana tu.